Alhamisi, ya juma hili, bajeti ya trilioni 56.49 iliwasilishwa bungeni na waziri wa fedha Dr. Mwigulu Nchemba. Jumatatu hii leo, kamati ya bunge ya bajeti ikawasilisha mapendekezo yake, na kisha wabunge wameanza kuchangia, na watakuwa na siku saba kwa ajili ya kuweza kuweka kile ambacho wanaamini kinafaa kuwepo uh, kwenye bajeti yenyewe kabla ya kupigiwa kura ya ndio na kila mbunge ama hapana ili iweze kupitishwa. Natambua hii ni bajeti ya mwisho kabla ya nchi kuingia kwenye uchaguzi mkuu mnamo mwezi Oktoba. Kuna mengi yameelezwa, mengi yamependekezwa na waziri wa fedha na tayari yameshaanza kuleta mjadala. Licha ya mjadala ambao upo, lakini kuna wale ambao wanasema hii bajeti ni bajeti ya utu na kazi kuna maeneo yamewagusa watu, lakini kuna maeneo bado yameendelea kusimamia uchapaji wa kazi. Naitwa Nurdin Selemani, ndiye ambaye nakualika kwenye uchanganuzi hii leo, tukipiga darubini katika bajeti yenyewe na mapendekezo ambayo baadhi ya watu wameanza kusema yamekuwa na mwelekeo chanya, hasa kwenye eneo la biashara na viwanda, lakini wakitaka wabunge washauri zaidi ili mambo yaweze kwenda sawia. Studio tumemwalika Vincent Minja, yeye ni mfanyabiashara lakini ni rais kutoka Chemba ya Biashara, Viwanda na Kilimo. Karibu sana, asante, asante sana asante, kuema, kabisa. Lakini kando yake tunaye Ali Mkimo, yeye ni mchambuzi wa maswala ya uchumi. Karibu Ali, mambo anakwenda. mm. tungeanzia kwako Minja, ni bajeti ambayo imepata sura mbili tofauti. Kuna wale ambao wanasema imekuwa na ahueni, lakini kuna wafanyabiashara ambao wanasema kuna sehemu imeng'ata na ilibidi serikali ingeangalia ili kuhakikisha kwamba inasaidia kuongeza uwekezaji nchini. Yona, na unaiona katika jicho la namna hiyo ya. Na mimi naiona kama walivyosema Nurdin eh, bajeti ya mwaka huu sio mbaya sana kwetu sisi kama wafanya biashara, ina maeneo mbalimbali ambayo yanatusaidia sisi kama wafanyabiashara. Na kuna maeneo ambayo tulikuwa tunayazungumzia kwa miaka mingi sana, tumeona angalau mwaka huu serikali ime, imeangalia. Mfano kwa ufupi tu nikiongea kwa haraka haraka, sisi tumekuwa tukiongelea sana kuhusiana na masuala mfano ya service levy mm. E, tumeongelea sana hata mkutano wa mwisho kwa majumuisho ya, ya michango ya private sector, kwa ajili ya hii bajeti kabla ilitengenezwa, tuliongelea hilo. Tumeona kidogo mheshimiwa waziri ameangalia na imepunguza kidogo, ingawaje ni kidogo sana, lakini angalau tumeona kuna consideration. mm. tumeongelea sana kuhusu swala la hoteli levi tumeona eh, waziri ameliongelea na ameproposi kwamba itoke asilimia kumi hadi asilimia mbili mm. E, tulikuwa na changamoto kubwa sana ya kila halimashauri kujitungia bailo muda inayotaka bila ya kujua kwamba zinaongeza e, gharama ya nani ya, ya, ya biashara mm. E, tuliomba na mimi mwenyewe binafsi mkutano wa mwisho niliongea mbele ya viongozi wote hao nikawaambia, kwamba sisi tunaomba kama private sector, sasa isiwe mtu yoyote anaweza kuongeza tozo yoyote bila kumshirikisha waziri mwenye dhamana ya fedha, na nafikiri hilo limepita na waziri ameliongea, iko kwenye proposal. Kwa hiyo ni vitu ambavyo tunavyona kabisa viko clear, ambavyo tulikuwa tumepigania kwa muda mrefu sana, lakini sasa hivi vimechukuliwa hatua. Masuala mm. e, ya kulinda viwanda vya ndani tumeona kuna zimeanzishwa kodi kwa ajili ya nani maendeleo ya, ya viwanda mm ambayo vile bidhaa zile bidhaa ambazo Tanzania tunazalisha sisi sisi, sasa mtu akitaka kuimport kutoka nje kama tiles, kama nini atachajiwa ushuru fulani pale ambao utakuwekwa uta, uta kwamba ni maendeleo ya, ya viwanda vya Tanzania. Hiyo inalinda viwanda vyetu vya ndani. Tumeona kwenye kilimo kuna baadhi ya maeneo ambayo tumeona kwamba yameguswa na tasaidia kwenye kuongeza tija kwenye kilimo na lakini kuna maeneo mengine ambayo tunaona bado yana changamoto kama walivyosema kwamba kuna, kuna sehemu nzuri ya bajeti na kuna sehemu kidogo ina, ina, ina, ina, ina, ina changamoto kidogo. Mfano hiyo kodi ambayo imekuwa introduced kwamba kama kampuni haitalipa gawio ile mm, e, ile reserve inayokuwepo ina, ina kwenye kampuni itachajiwa asilimia kumi. Mm, e, sasa tunaona kwanza Eh, kuna asilimia thelathini ambayo imechajiwa kwenye corporate tax, afu ukabaka na net profit not profit after tax sasa. Ile eh, makampuni yetu mengi hasa ya ndani kutokana na, na mitaji yetu ni midogo, mara nyingi makampuni yana retain ile profit ili kuongeza mtaji mm. Sasa hivi wanasema kwamba watachaji asilimia kumi asilimia kumi manake ni double taxation hiyo mm. e, eh, tunaona ni, ni, ni, ni, ngumu sana kufanya biashara alafu tunachokijua sisi kwamba serikali ina promoti watu kureinvest, yani no. Kuinvest e, kwa sababu kuinvest maanake unaleta economic activity, kunaleta ajira, kunaleta vipi yani, kama ulikuwa una, una una, kampuni ambayo ina inafanya kazi kumi, ukiinvest maanake unaweza kuongeza wafanyakazi na vitu kama hivyo yeah. Sasa tunashangaa kwamba hii kodi hii inaonyesha kwamba serikali sasa haitaki watu wainvest, nataka mkipata profit mgawane yote muondoke nayo <laughs> lakini unaangalia una, una, una kwamba kampuni mfano ya nje Mm, ambayo inaruhusiwa ile profit iwe remitted ipelekwe It, kwenye nchi zao ambao wametoka hawa wawekezaji yeah. Sasa unavyoambia kwamba gawaneni chote na kiondoke Tanzania, maana ni nini? maanake una hamu ekonomi yako mwenyewe. Okay. Tungeona kwamba serikali inge promote kwamba kama wale wawekezaji hata wa nje wanakuja kuwekeza Tanzania, ile faida yao wanayopata wasipeleke, waiwekeze tena hapa. Maanake ingekuwa ni jambo zuri zaidi yeah. Lakini sasa hivi tunaona kwamba wanasema kwamba watawapiga penalty kwamba kwa nini amkugawana hii hela? Maana kama hukugawana maana yake mmeondoale mtaji kwenye kwenye nani, Mzee Mkapa aishaye kusema kwamba E, mtaji <laughs> wa maskini ni nguvu zake mwenyewe. Sisi Watanzania wengi tunaanza <laughs> na vitaji vidogo sana, na ukifanya miaka kumi ishirini kile kimtaji ndio kinakuwa mm, e, kinafikia mahala kidogo kuna nafuu sasa. Unaambia bwana, kama umeweka milioni kumi umepata faida milioni moja hiyo milioni moja gawaneni, muondoke kabisa, mbaki na milioni kumi ile ile mlikuwa nao mwanzo. Usiofanya hivyo, tunakupiga kodi nyingine ya asilimia kumi hilo, mm. naliona aliko sawa kwao. Ningewashauri wabunge waangalie jinsi ya kumshauri waziri wa, okay. wa, wa fedha, hilo lingebadilishwa kwa sababu kwasababu litaleta impact ambayo sio nzuri kwenye mkimo, hili eneo ambayo amelihitaja Minja ilikuwa mm. na mjadala Zito alianzisha mjadala waziri wa fedha akaja akajibu nae Zito alikuwa anaona hivyo katika jicho la Uh, Minja kwamba hapa kuna kodi mara mbili kwa huyu mwekezaji, athari yake ni ipi sasa kwenye uwekezaji na hawa watu ambao ameshachukuliwa corporate tax alafu pia analimwa ya asilimia kumi, eh, changamoto itakuja kwamba kwanza wale wawekezaji ambao tunaendelea kuwavutia zaidi eh, wakati mwingine wanaweza wakaona changamoto kuwekeza kwa sababu wao eh, watatamani kufanya ku retain hiyo hiyo eh, faida kwa ajili ya kukuza biashara zaidi, kwa sababu unajua hizi eh, retained earnings hizo, eh, tunasema mapato ambayo umeyahifadhi haujaaga kama gawio umeaweka, ili ufanye business expansion kuikuza zaidi biashara, kuongeza maeneo uzalishaji. Sasa ni kama vile mwekezaji anaweza akahofia akawa na kwamba nikiwekeza nafasi ya mimi ku expand zaidi inaweza Uh, isiwepo japo naelewa pia hoja ya tunafanya hivyo kuleta hiyo hali ya usawa, kwa maana ya kwamba kule kwenye gawio watu wanakatwa kodi sasa huku nasi pia tutoze kodi ili tulete huo usawa, lakini huu uh, usawa ukiuleta athari zake ni kubwa zaidi. Unaweza ukaiangalia kwenye engo ya usawa, lakini athari ni hizi biashara kukua. Tunataka biashara zikue ziajiri watu wengi zaidi, tunatamani kuziona biashara hizi zikikua kwa ukubwa kiasi kwamba uh, zidi kuongeza mapato. Sasa tunahitaji foreign direct investment ije, lakini, sasa ikitokea unaainisha uh, swala la aina hii kwamba uh, hizo retained earnings kwa, kwa, kwa mapato ambayo bado hayajagawiwa wa kwa wanahisa, basi na yenyewe yakate, kwa sababu wakati mwingine a aonekana kama ni kichaka. Naelewa kwamba wanaona ni kichaka, wana, ah sigawi gawio kwa sababu uh, hizi retained earnings hazichajiwe kodi, ngoja nizishikilie eh, kwa sababu si gawio gawi, mbele kwa mbele. Anaweza kaka muda mrefu anakuja kugawa gawio ameshanufaika sana huku mwanzo, kwa hiyo al alizishikilia ile. Kwa hiyo mh, eneo la equality na naalielewa sikatai, lakini tuangalie faida nyingi zaidi kwa sababu ukiachia ina maana biashara zitazidi kukua, kutoka kuna faida kubwa sana tayari, hiyo inaongezeka kwenye asilimia 30 ya corporate tax. Sasa wameongeza 10 ya retained earnings kumi, eh, ukiangalia bado hapo matumizi mengine za kampuni ambayo wanakutana nayo, kumekuwa kuna, kuna changamoto kwenye eneo hilo. Kwa hiyo unafikiri uh, kinachozungumzwa tuangalie namna gani Uh, tunaweza kuangalia na maeneo mengine, japo nchi za Afrika zina changamoto moja. Nchi za Afrika nyingi bajeti yake haitoshelezi, wana budget deficit, na unaweza usilaumu sana wakati mwingine, kwa sababu tax to GDP, uwiano kati ya pato na kodi, bado ni mdogo kwa nchi za Afrika. Wana sekta nyingi zisizo rasmi, sekta ambazo zipo rasmi zinazochangia ni chache kwenye lile pato la taifa. Kwa hiyo kinachotokea, wanajikuta wanaumia kwenye nakisi ya bajeti. Hivyo kuepuka double taxation na multiple taxation kwa nchi za Afrika umekuwa ni mfupa mgumu sana mm. Zipo bidhaa nyingi achilia mbali hii. Ukiangalia kwa nchi hizi za Afrika kwenye bajeti zao wanakutana na kodi nyingi ambazo wanasema, ah ile silisha tozwa pale, mbona imetozwa tena eneo lingine kwa sababu ya vyanzo vya mapato kuwa ni vidogo sana na haya maeneo mengine yanasumbuliwa na tax evasion na tax avoidance. Eh, wa amekuwa wakihepa, wengine wanaepuka kulipa kodi, lakini kuna maeneo rahisi we kupata kodi, ndio mm. Yale wakati mwingine unaendelea kuyashikilia yale yale, kwa sababu maeneo mengine yamekuwa yana changamoto kupata kodi. Kwa hiyo nami, eh, nakubaliana, eh, kwenye eneo hilo kwamba ipo haja ya kuangalia namna gani tuangalia na maeneo mengine ambayo yanaweza kutupatia tija zaidi. Hii hii asilimia kumi hii ya hizi returned earnings ikaangaliwe tena. Wapo zipo kampuni nyingi huwa zinaamua hmm. wanahisa, eh, huu mwaka wa fedha umeisha eh, tuume meno tusigawe gawio. Tuvumilie turudi nyumbani hivi hivi, baada ya miaka miwili mitatu au minne tutakuja kugawa gawio, tuvumiliane jamani. Wanakubaliana kabisa, lakini sasa hivi hata ukisema tuvumiliane wale watasema hapana. <laughs> kuna asilimia kumi na kwenda kukatwa. <laughs> tu tuvumiliane <laughs> vipi wakati hela yetu inaondoka? Hili likaangaliwe tena hapo mm, hapo Mkiba umezungumzia swala la kutafuta vyanzo vipya uh, vya kodi na hata uh, bajeti yetu naona bado tumerudi kwenye vyanzo vile vile. Tumeanzisha mfuko maalum ambao usaidie uh, eneo la afya ukiangalia maeneo ambayo yameguswa yameguswa uh, mafuta guswa si tiketi za ndege, maeneo hayo hayo. Wapi tunakwama kupata uh, tax base zaidi? Lakini pia hata hivi vyanzo vipya vya kodi, uh, kwanza kabisa ni matumizi ya rasilimali ambazo tuko nazo uh, hasa kwenye kuzichukua hizi sekta zizidi kuchangia kwenye ukuaji wa uchumi. uh, hili eneo pia tuliangalia kwa ukubwa, japo unaona kuna hatua imepigwa sana. Zipo uh, baadhi ya sekta zilitegemewa kukua kwa ukubwa ambao uliainishwa. uli, uli ukiangalia sekta ya madini malengo yalikuwa ni kufikia asilimia kumi ifikapo mwaka elfu mbili na ishirini na tano kweli unaona imefika kuifanya sekta ya kilimo siku moja ikuwe kwa asilimia kumi hasa kwenye ile agenda TTH ifikapo e, elfu mbili na thelathini sekta ya kilimo ikuwe kwa asilimia kumi itoke kwenye asilimia nne ambayo ipo hivi sasa mm. sasa hivi mchango wake ni zaidi ya asilimia ishirini na sita kwenye pato la taifa, tuifanye sekta ya utalii ichangie zaidi ya hiyo asilimia kumi na saba lakini pia tuzirasimishe sekta zisizo rasmi ziwe rasmi. Unajua Nurdin, kuna baadhi ya sekta unaziona zimekuwa, lakini mchango wake kwenye pato la taifa ni mdogo. Unajiuliza ah, hii sekta imekuwa, mbona mchango wake kwenye pato la taifa ni mdogo? Unagundua aha, wapo watu wasio rasmi kwenye ile sekta, sekta kweli imekuwa. Mfano e, eh, ukiangalia sanaa na burudani hmm. imekuwa sekta kwa zaidi ya 17% yeah. lakini mchango wake kwenye pato la taifa unakuta bado ni mdogo kwa sababu kuna watu wanahitaji kurasimishwa ili hiyo tija ipatikane. Kwa hiyo unafika wakati unaweza kujikuta una GDP kubwa tu, lakini hujarasimisha. Kwa hiyo ile data, data ambazo utazipata zitakuwa ni zile ambazo zipo kwenye sekta iliyo rasmi. Turudi kwa machinga. Machinga anakaa mda mrefu sana, una miaka kumi na tano we machinga, hujagraduate tu bado kufikia kwenye levu ya kulipa kodi. Haya maeneo ni ya kuyaangalia sana. Nchi zingine kuna wakati wa kugraduate, huwezi kuwa machinga miaka kumi na tano ishirini. Ukigraduate inakuwa rahisi zaidi. Kwa hiyo nafikiri turudi kwenye kurasimisha sekta zisizo rasmi, ziende kuwa rasmi pia lakini pia turudi kwenye hizi uh, rasilimali ambazo tuko nazo, of course hatua imepigwa, Nurdin mimi siwezi kulikataa hilo. Kuna sekta zilikuwa na mchango mdogo, unaona, zinapiga hatua kwenye ukuaji mm. wake, lakini tukirudi sasa, tukoongeza zaidi ule ukuaji, tunaweza kunufaika zaidi. Uwekezaji pia kwenye miundombinu kuleta wawekezaji zaidi ili nalo pia tatuletea eh, tija zaidi. Nimependa pia kuondoa ile miaka kumi ya maeneo maalum ya kiuchumi mm. Lile eneo, unajua, na lenyewe pia lilikuwa lina, li, lina, hoja nyingi sana. Ile miaka kumi walikuwa wakifurahia wawekezaji ile miaka kumi ya, ule msamaha ilikuwa inaleta ina, ina faida sana, lakini hasa kwa bidhaa ambazo zitauzwa hapa ndani, ndio maana tunataka nirudi pia tena nione kwenye hii michango ya wabunge, je, itagusa ile threshold? Kumbuka asilimia 80 ilikuwa ni kuuza kupeleka nje mm. asilimia 20 ni hapa ndani. ndani sasa ile miaka kumi vipi ule msamaha? Hii threshold imeguswa? Hapa anako pia kuna <laughs> mjadala wa kuzungumza kwa kina. Vincent, moja mm. ya jambo ambalo uh, waziri aliweka uh, mapendekezo yake ni sasa kudhibiti ule ufungaji wa biashara, limekuwa ni jambo ambalo linapigiwa kelele kwa muda mrefu, lakini e, TRA walikuwa wakifika wanapiga makufuli wanaondoka. Leo rais pia akiwepo kule e, Simiu akifungua ofisi zile za TRA, amewakumbusha pia mwambie jamani, mkakusanye kodi japokuwa kuna wale wengine ambao viburi sana, italazimika kuchukua hatua kama hiyo, lakini muende mkakusanya hizo kodi vyema. Hii inaweza ikawa uh, na tija kwa kiwango gani cha kuhakikisha kwamba uh, hali ya mambo kwenye biashara ikasaidia ukuaji? In fact hilo ni mojawapo ya jambo ambalo tisi yetu tumelipeleka sisi kwenye tax force na mimi mwenyewe nimelisimamia kwa muda mrefu, na hotuba yangu ya mwisho, kama unayo ukifuatilia vizuri ndio ni ambalo nimeanza nalo na nilichokifanya, nilijaribu kujaribu kuelimisha watu kwamba zaidi ya asilimia hamsini ya faida ambayo inatokana na private sector organization, yani hizi kampuni zote mm. Anayefaidika ni serikali. Yeah. Na nikawambia kwamba unachukua tu mfano mdogo tu kwamba kampuni imeanzishwa na wawekezaji awekezaji kumi shareholders. Wameinvest mle mwisho wa mwaka mnafata faida milioni mia. Katika ile milioni mia kuna mtu ambaye hakuinvest naye lakini mwekezaji kwenye ile kampuni ambayo ni serikali anachukua thelathini na kubakiwa na sabini. Afu ile sabini mnagawana kumi napata sabasaba. Sasa ni mwenye interest na ile biashara, ndio nilianza nayo ile hotuba siku ile pale. Sasa kwa hiyo nafurahia nikisikia waziri anasema kwamba sasa hakuna kufunga biashara. mm. Ni jambo la msingi sana na sisi tunaonga mkono ila utekelezaji wake ndo ishu unaojua mimi. Sababu kufunga biashara sio tu Nurdin, sio kuenda kupiga kufuli, mm, kwenye, kwenye geti pale nje hapana. Unaweza kufunga biashara bila hata kufika kwenye ile biashara. Na sasa hivi tunafanyika hicho, wanachokifanya tu ile mashine yako ya EFD wanaizima kule, kwa hiyo uweze kuoperate ile, ile nani, mashine ya EFD na wewe na, ili ufanye biashara lazima uishu EFD receipt, ili udai hela. Kama umesupply kitu kwa private au kwa government, lazima wakwambie tupe EFD receipt ili tukulipe. Sasa hivi dunia leo kila kitu kinafanyika. Nia ya serikali ni nzuri, na e, sisi tuliomba kwamba sio tu kuzungumza na kubadilishwe sheria. Na waziri kwenye hotuba ya mwanzo ile alizungumza swala kwamba sasa wataangalia sheria gani ambazo zikiwa zinaruhusu watu mbalimbali. Si ndivyo? kwenye, kwenye kufunga biashara lakini bado tuna sheria nyingi ambazo zinamruhusu mtu kufunga biashara bila hata waziri yeye kujua. Sasa imebadilishwa hii ya leseni tu, waziri, wa leseni imebadilishwa, lakini ziko sheria nyingi ambazo zinaweza kufunga biashara, kama unavyosema kufunga biashara sio fiziko kufunga, eh, kufuli pale. Kuna masuala mengi sana ambayo anaweza akafanya biashara isifanyike ukiwekwa vikwazo, sindio hivyo? Labda mfano kama nataka tax clearance nishiriki kwenye tenda kama usiponipa tax clearance, nimekwama, siwezi kuingia kwenye ile tenda. mm -hmm. E, na kama ukizima EFD mashine yangu siwezi kunani. Kwa hiyo tunashukuru kwamba kwanza serikali imenisikiliza na serikali imelichukulia hatua, ila tunaomba utekelezaji wake uwe mzuri, ili kweli biashara zetu zilinde, kwa sababu biashara ndio nchi yetu na biashara zina maslahi mapana kwa uchumi wa nchi yetu na usalama wa nchi yetu na unaniwe nchi yetu. Jambo lingine ambalo naweza kuongelea kuhusiana na vitu ambavyo nafikiri ambavyo inahusiana na hivi kwamba sasa mbona mm, tuko palepale pale tu mbona mm, kodi zinatoka mlemle tu <laughs> changamoto kubwa kama alivyosema mwenzangu hali hapa ni kwamba kuna taxi eh, GDP ratio ambayo sasa hivi tumesema tutatoka kumi na mbili nukta nane tuna target kwenda kumi na tatu nukta tatu. 13.3 ni iko chini sana ukilinganisha na na international standard. E, hapa tu kwenye kanda yetu kama Kenya na nani wa karibu 18 if I'm not mistaken. Sasa. Ukienda kwenye nchi ambazo zimeendelea 24 paka 30. Umeelewa? Maana yake ni kwamba Tanzania kuna watu wengi sana ambao wanafanya biashara lakini walipi kodi. Mm. Na hili tumeliongelea sana kwenye mikutano yetu mingi sana. Eh, tuna struggle kuru, kurudi mm. mle mle kwa sababu watu wengi sana hawalipi kodi lakini wanafanya biashara na wanavipata wanavipata. Sasa ni swala la kuamua kama nchi, kama kweli tunataka kwenda kuongeza ukusanyaji wa kodi zisaidie kwenye nchi yetu kufanya maendeleo, tukubali kwamba mtu yoyote anayefanya biashara, si tulipropose hivi, yoyote anayefanya biashara yoyote ile iwe rasmi Mm. Eh, tusiruhusu kwamba we fanya fanya alafu utakuja kurasmi. Hakuna mtu atakupigia hodi TRA au serikali kwamba ni sasa ni niingize ni, ni ni ni anze niko tayari kulipa kodi. Hakuna huyo mtu atakupigia kodi, hata wewe sasa hivi kama mfanyakazi hapa <laughs> huwezi. Sasa hivi ukiambia bwana option ya mshahara wako kato kodi, usikato kodi utasema usikato mm. Eh, kwa hiyo hakuna mtu atafanya hivyo, na hiyo situ kwamba tunaifanya nchi ikose kodi na ishindwe ku, kuendelea na tutegemea watu wengine, sio tu hivyo. Hiyo inaleta unfair competition, yaani kwenye mtu mfanyabiashara mwingine kupembene analipa kodi, huyu hapa alipi kodi, wanashindana vipi? Hawezi kushindana. Hiyo tatizo kubwa sana kwenye nchi yetu mm. Yes. Kwa hiyo hilo lisipokuwa mm, likafanyiwa kazi vizuri, bado tutakuwa tuna struggle kama nchi, wakati mm, wetu tukimbia mkimo. Kwenye eneo la VAT inaonekana kidogo kuna kupungua kwa kiwango kidogo, inaweza ikatusaidia nini? kupungua kwake, kwanza, kuna faida kuna faida ya kumwachia yule ambaye anatumia hiyo huduma abakiwe walau na hiyo, tunaita disposable income e, kipato ambacho kinabaki walau, unaweza ukaweka akiba, unaweza ukawekeza, ndio raha yake kwa hapo. Lakini pia unaongeza nguvu ya manunuzi ile fedha ambayo e, mtu yuko nayo, kwa sababu najua moja kati ya eneo ambalo pia linapunguza nguvu ya manunuzi e, ni pamoja na matumizi ya kodi na vitu vya aina hiyo, ile, ile fedha purchasing power yake inakuwa inaanguka, ina, ina, ina, ina, ina, ina kwa hiyo nimeona kwenye eneo la uh, biashara za mtandaoni huko hmm, hasa wamelenga B2C nimeona, yani business to consumer au business to customer, yani biashara kwenda kwa mteja e, ili, eneo pia naona linaleta faida sana hasa kwenye kufanya biashara hizi za uh, mtandaoni eh, na maana itaongeza ita faida, lakini pia nimeona maeneo mengine eh, ambako imeendelea kupunguzwa punguzwa hasa kwenye sekta mbalimbali hizi mbali, za uzalishaji ambazo tumezizoea. Ukitaka kupunguza pia mzigo au gharama uh, za maisha kuzipunguza, unabudi kuzigusa sekta za kilimo, uvuvi, ufugaji na kwenye nimeona e, eh, walau kuna e, eh, punguzo ambayo limekuwa likifanyika kwenye kupunguza punguza, e, i, ipo faida kwenye maeneo hayo hasa kwenye kukuongezea. E, nguvu ya kununua lakini pia kwenye kuzalisha kup, kupunguza gharama za uzalishaji kwa sababu moja kati ya eneo ambalo linamfanya mfanyabiashara kuongezea bei ni yeye gharama za uzalishaji kwake kwa kubwa mm. Sasa kama umempunguzia yeye gharama za uzalishaji na kwako pia, kidogo atapunguza mzigo wa bei, japo e, wakati mwingine inachukua muda kidogo mfanyabiashara kupunguza mzigo wa pia sana hapa FCC e, na wenyewe pia waingie huko waangalie namna gani kuna hiyo haki kwenye hizi biashara zinazofanyika na bei jinsi ambavyo zilivyokaa ili kuleta urahisi. Tena na wao pia wameguswa e, kwenye haya mabadiliko ambayo ya sheria mbalimbali ambazo zimefanya udhibiti wa bidhaa bandia nimeona mm. Na yenyewe imeguswa, kwa hiyo nafikiri hii inaweza kutuletea faida. Kwa hiyo eneo hilo litaleta faida ya kuongezeka nguvu ya kufanya manunuzi, ndicho ambacho tunakitaka iongezeke e, nguvu ya kufanya manunuzi ao e, watu wange, wangefurahia pia hata kwenye bidhaa karibia zote iendelee e, mm -hmm. kupunguzwa kiasi hicho, lakini kumbuka <coughs> unasamehe mapato hapo katika nyakati ambazo waisani wamefunga mifuko yao e, sasa hivi, kwa sababu ukiangalia hii bajeti ilikadiriwa kufika kiasi cha shilingi trilioni, ikaainishwa bilioni 550, kabisa kabisa, kabisa, kabisa mbengi. Mbengi. mm. Uh, Minja, neno lako la mwisho kabla tujaondoka, wakati wetu tunatukimbia. Mimi ninasema kwamba kwanza, tunashukuru kwa haya ambayo yamefanyika. Tunajua kwamba tulikuwa na maombi mengi sana ya kufanya mazingira ya biashara yao mazuri, lakini angalau haya ambayo tunaona serikali imeamua kuyafanya, tunaona kwamba anaweza kupongezwa. Cha muhimu kuliko vyote ambacho mimi nazungumza kila siku ni kwamba tukubaliane tu kwamba ili nchi yetu iweze kujitegemea yenyewe, lazima tulipe kodi. Mm. Kodi ambazo tunalipa Tanzania, ukienda hata kwenye nyingine hata China yenyewe, kule kwenda ndani uChina, kodi mm. ni nyingi sana, na watu wanalipa kodi sana, ndio maana ukuta bidhaa ukienda China yenyewe, huwezi kununua bidhaa China ndani ya China, uende mm. ukanunua zile kwenye viwanda ulete huku, lakini ndani ya China huwezi kununua, is very expensive. Kwa maana yao naonyesha kwamba wenzetu wanachaji kodi ya kweli kweli. So, ile ya kwetu sisi hapa kuna watu wanapita njia za zapanya. Sasa tudhibiti watu wote walipe kodi. Mheshimiwa eh, Makamu wa Rais wakati anafunga mkutano ule siku ile mm. wa, wa, wa, wa kodi huyo alisema kwamba wametoka walipa kodi milioni eh, tatu pointi karibu sita yeah, wamekwenda mpaka milioni mbili pointi moja watu eh, wameenda wa wapi? Unaona, lakini hawa watu wako wanafanya biashara na tunaona wanafanya biashara, lakini wamejiondoa kwamba hawafanyi biashara mm, na hakuna mtu anao wawachukulia hatua yote ile. Sasa hiyo inafanya wale wachache wanaofanya biashara wanaumia. <laughs> Eh, kwa hiyo sasa mimi nasema kwamba pamoja na hayo na bajeti inapita, lakini mimi nilikuwa naomba kwamba tuhakikishe kwamba Tanzania wote wanaofanya biashara ambao sisi tunaamini kwamba ni zaidi ya milioni 12 Kwe waingizwe kwenye mfumo wa TRA na walipe, lakini walipe kutokana na nini? Kipato na kipato chao, chao. Mm, eh maneno kwake rais wa chemba ya biashara, viwanda na kilimo Vincent Minja, ambayo tumekuwa naye kwenye uchanganuzi hii leo, lakini pia tumekuwa naye Ali Mkimo, mchambuzi wa maswala ya uchumi. Nawashukuru sana kwa kuwa nami namihnam nakani kutenda unafikia tamati ya uchanganuzi. Naitwa Nurdin Selemani, nikutakie tu utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea na usiku mwema kwako kwa.